Chanjo ni kinga anayopatiwa mtoto au mtu kwa ajili ya kumlinda na hatari ya maambukizi ya magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuhatarisha maisha yake kwa kumwacha na baadhi ya viungo au kupoteza kabisa maisha. Uh, baadhi ya chanjo tulizonazo za msingi, tuna chanjo ya surua na rubela tuna chanjo ya pepo punda, tuna chanjo ya uh, tuna chanjo nyingine ambayo huwa ni muhimu sana, chanjo ya uh, HPV kwa maana ya kansa ya shingo ya mlango wa kizazi, ambayo nayo na wengi tunaipuzia, lakini baadaye inachukua maisha ya mabinti zetu, wengi wanapokuwa watu wazima. Sasa, baada ya kutaja baadhi ya chanjo tulizonazo nisisitize zote ni muhimu, zote ni muhimu. Mimi wakati nimezaliwa, nilizaliwa mzima kama hivi ambavyo wewe ulivyo. Nilipofikisha miaka miwili, kukatokea wimbi kubwa la surua mtaani kwetu. Lile wimbi, kwa bahati mbaya, hata wazazi wangu hawakujua kwamba inaitwa surua. Wanachokumbuka mama, anachonisimulia ilikuwa ni jioni, nilikuwa nacheza kama kawaida. Niliporudi nyumbani, yakaanza mabadiliko ya hali ya mwili, kupata joto kali sana. Kadiri muda ulivyokwenda, ndivyo mwili uliendelea kuchemka homa kali. Wakati mwingine nilipumua kwa shida kwa sababu ya, ya, ya ile homa kali sasa kadiri ambavyo waliendelea kunipa dawa, na bahati nzuri leo wataalamu wa tiba asili wako hapa, tazungumza pia kipengele ambacho kilipelekea pia kumaliza mchezo wote. Wao waliwaza kwa kuwa ninaumwa na hawakuwa na wazo la hospitali, wakajua tayari nimerogwa. Enzi hizo Waliamini kila ugonjwa ambao mtu anaumwa huwa anakuwa amelogwa ana, ana. Kwa hiyo na mimi pia wakajua nimelogwa. Kwa hiyo walichokifanya walitafuta miti mbalimbali mbali, kwanza kushusha lile joto kwa kunifukiza miaka miwili na dawa zingine za kunywa, ukiwepo mti mmoja sijajua huku usukumani mnauhitaje, sisi kwetu Kigoma unaitwa umfumia mti fulani mchungu sana, mchungu fulani, mchungu kweli, walikuwa wananinywesha nikiwa na umri wa miaka miwili, nimetoka tu kuacha ziwa la mama muda mfupi, nafikiri kwa wiki hiyo hiyo. Wiki moja baadaye, hali ilivyozidi kuwa mbaya, walikuja uh, kutumia dawa bila maelekezo, na sijajua nani ali, aliyewashauri nipeleke hospitali Wakati huo hospitali ya Maweni bado haijakaa vizuri kihuduma, kwa hiyo ikawa ni nimepelekwa. Wazungu wazungu wazungu wazungu bado walikuwepo, waliponicheki wakasema wakasema ah, mmechelewa, kwa sababu nilichukua zaidi ya mwezi, hali ilivyokuwa mbaya wakashauriwa waka, waka, waka kupeleka hospitali. Na waliponirudisha nyumbani, walipewa tu zile dawa za kupunguza tu labda joto lile na kadhalika, kwa sababu kwa joto kwa muda mrefu na baada ya pale niliugua kwa muda wa miezi minne mfululizo, nikiwa nimelala tu, na bahati nzuri, bahati mbaya, baadhi ya maeneo ya mwili wangu yalipata shida kwa sababu ya ile bed sore. vidonda vile vyakulala muda mrefu, maana wameshakata tamaa, hakuna namna, nilala muda mrefu. Sasa matokeo yake nina makovu mengi mno ambayo walikuwa wakinitoa kitandani, ngozi inabaki pale, maanake almost nilikuwa nakaribia sasa kuoza. Sasa kwa sababu ya hali ya kukosa elimu hiyo ya afya, baadaye baada ya kupata sasa nafuu, baada ya hizo zipewa hospitali, um, wakagundua macho yameshikamana, yaani ile ngozi ya juu na ya chini zimeshikamana Hakuna namna. By then, mama alishauriwa kwamba mtu akishafikia hatua hii, hata kama anaongea sio mtu, kwa nini usimalizie moja kwa moja? Mama akasema hapana, bora kibaki hivi, lakini cha kwangu alitengana na wengi walimtenga wali, wali kwa sababu ya hilo. Sasa katokea mama mmoja, alikuwa ni jirani yetu, ambaye ndo alimpa dawa za mwanzo pia za kumsaidia, ni, ni, ni, ni, ni mganga wa tiba asili. Kamwambia, ili mtoto wako arudi kuona tena. Nikiwa miaka miwili na miezi minne akasema tumchemshie mvuke tena, tumfunike shuka, baada ya pale haya macho akifunguka tu anaona na kuona. Hapo ndipo kuna shida pia na uzuri, bado tunashukuru kwamba hapa Ushetu mmefanya kitu cha tofauti, mbali na kualika sungusungu sungu, bado kuna waganga wa tiba asili wako hapa kweli ba, kumbe ilikuwa ni mbinu mojawapo ya yule mama pia kuniangamiza kabisa. Walinifunika blanketi ile zito kwenye, kwenye chungu kile na mvuke mkali, wakati napiga kelele na lia, hasa mshikilia asitoke, kwa sababu ndio ndio linatoka hilo macho, anafunguka. Ni kweli baada ya dakika chache nilipiga tu kelele moja mama nikakata nikapoteza fahamu. Kumbe yalipo ule mvuke ulifosi yale macho yakafunguka kwa spidi, maana yake yalipasuka yale maji ambayo yanafanya mtu sasa angalau awe na shepu ya macho, yakamwagika. Sasa ule mpasuko wa ile macho ndio nilifanya nipoteze fahamu, na kuja kupata fahamu baadaye, ni kweli macho yameachana yame lakini tayari amesha kufa na kumbe, hata kabla ya kuwekwa kwenye nyungu hiyo yaliishakufa kwa sababu ndio ya kwanza kuathirika. Wakati surua inaendelea kunitafuna, sikatai kwamba hawakuwepo wengine walioumwa, walikuwepo, ila kuna baadhi ya wazazi angalau walikuwa wameshapeleka watoto wao chanjo. Kwa hiyo hata ilipokuja lile sakata, ndio ulipita ukawaacha Salama. Kwa hiyo kuanzia hapo mimi nikaishi maisha ya mfumo huu mpaka leo hii. Sasa kwa sababu wazazi mpo na wawakilishi wengine mpo, sidhani kama kuna mtu anapenda kuishi maisha kama haya ninayoishi mimi. Unajua, hakuna kitu kigumu katika maisha kuishi huwaoni watu eh? Ujui wanafananaje? Unachokiamini ni watu unaongea nao. Lakini sidhani kama kuna mtu ambaye anatamani mpaka afike maisha ya utu uzima kama huu wakwangu. Hata rangi ya nguo yako huijui <laughs> halafu siamini kama kuna mtu ambaye anafika umri kama wakwangu, naenda kuchumbia, naoa, sijui rangi ya mke wangu. Nachojua ananipenda, ishu imeishia hapo lakini sidhani kama kuna mtu ambaye yupo, lakini hajui hata wakati mwingine unapolala kuna hatari kiasi gani. Nakumbuka nishawahi kulalia nyoka. Haya ni maisha. Sasa hii ni athari ya kukosa chanjo katika ule umri unaostahili. Matokeo yake, hata inapokuja tatizo mwili hauna uwezo wa kupambana nalo. Kwa hiyo nimaliza, kusema wazazi, tusipuuzie wito huu. Ni gharama kubwa sana serikali imetumia. Tuko hapa, lengo kubwa tuelimishane, tubadilishane mawazo, tufike mwafaka. Ndio maana nikakubali kusema hivi, niko tayari kwenda popote na wadau, niko tayari kwenda popote na Wizara ya Afya ikitaponialika nitakwenda. Nasema ukweli, kwa sababu sio rahisi mtu kukubali kusema ukweli kwa hali alionayo. Mimi nimeikubali, lakini kwa uchungu, kumbe ingeweza kuzuilika. Ndio tulipotoka tulipo, tulipo tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.